Wiki mbili kabla ya chaguzi ndogo kufanyika maeneo tofauti ambayo ni ishirini na nne humu nchini, visa vya ghasia vimeendelea kuripotiwa kwenye kampeni. Katika eneo la Kasipul, maafisa wa polisi walifika nyumbani kwa mwaniaji wa ODM Boyd Were na kuwakamata washukiwa wanaodaiwa kuhusika na, na mauaji ya watu wawili wiki iliyopita. Maafisa watatu walijeruhiwa wakati wa makabiliano hayo, kama Gatete Njoroge anavyoarifu sasa. Picha hizi nje ya lango la boma la Boyd Were, mwaniaji ubunge wa ODM eneo la Kasipul, Jumatano, zinawanasa maafisa wa polisi wenye silaha tayari kwa makabiliano. Maafisa hao walifika kuwaokoa wenzao waliowafuata washukiwa watano wa mauaji ya watu wawili wiki jana eneo la Opondo na ambao walitorokea nyumbani kwa Were from young men who were armed with crude weapons. In the process, uh, some of our officers were injured. Two sustained deep cuts on on their heads and one on his left hand. Ni baada ya kuvamiwa ndipo maafisa hao walilazimika kufyatua risasi kujiokoa. The the the, the, suspects who had been arrested were rescued by Polisi wameanzisha uchunguzi na kuwasaka washukiwa ambao walihusika na kisa hicho. Haya yamejiri huku Were akiwalaumu polisi kwa namna walivyoendesha operesheni hiyo na kusema waliokuwa wakisakwa hawakuwa kwake.

Na huko Embu, maafisa wa usalama wamewataka wanablogi wanne wanaodaiwa kusambaza taarifa za kumtisha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gashagwa dhidi ya kuzuru Mbere North kwa kampeni. Tumesamon wale originators wa hizo posts ama zile matamshi ambayo tunaona ni kama inaweza chochea hali ya usalama katika subcounty ya Mbeere North ako na uhuru ya kukuja afanye kampeni zake. Visa hivi vinajiri wiki mbili kabla ya wakazi wa maeneo hayo kuwachagua wabunge wapya. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.